Moja kati ya stori ambazo kwa sasa hivi zinazungumzwa kwa ukubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni hii stori ambayo inamhusisha Harmonize pamoja na Kajala, baada tu ya Harmonize kutangaza hadharani kwamba tayari amesharudiana na Kajala. Tumeweza kuwaona tayari sasa hivi kuna video zinasambaa mitandaoni zikiwaonesha wakiwa pamoja, lakini pia kuna t-shirt ambazo tayari wameshaweza kuvaa sare sare. Unaweza kuona mapenzi yamerudi kwa kasi kubwa sana. Hakuna mtu ambaye alitarajia penzi hili litarudi pamoja, lakini tumeshangaa ghafla ghafla tu. Uh, Harmonize anaperform katika moja ya show yake huko Zanzibar. Uh, Kajala naye akawepo katika hiyo show, hapo katika hiyo club, na tukaona Harmonize akampatia heshima kubwa sana, akamwalika pale katika stage, akawa anamsifia kwamba ni mwanamke mzuri ambaye hajawahi kumuona. Unaweza kuona kitu cha tofauti kwa msanii Harmonize, uh, tangu aachane na Kajala ni kama vile hana bahati katika mahusiano eh, akawa hajielewi. Anakuwa na mwanamke huyo, akiona mwanamke huyo aeleweke, anaachana naye. Alikuwa na posh queen akaachana eh, naye. Alishapita kwa wanawake wengi, lakini bado hakuona mwanamke bora kama mwanamke Kajala. Lakini pia, Kajala baada ya kuachana na Harmonize ameshatembea na wanaume wengi sana. Eh, tunakumbuka hata yule mzungu ambaye alitembea naye baadaye, mzungu akaamua kumwacha kwa sababu Kajala muda wote alikuwa ni mtu ambaye anaomba pesa Siku ya leo mama mzazi wa msanii Harmonize ameamua kuzungumzia haya mahusiano, ameamua kutoa ya moyoni, ameshindwa kabisa kuvumilia kwa sababu ameshaona eh, ni kama vile Kajala kuna kitu ambacho anakitaka kwa mtoto wake. Baada ya mama yake mzazi na Harmonize kutafutwa, aliweza kuulizwa swali kuhusiana na hayo mahusiano, aliulizwa unalipo la kushauri kama mzazi, baada tu ya mkwe wako Kajala kurudi kwa mtoto wako msanii Harmonize na Harmonize na tayari ameshamuomba Kajala mvishe pete ya uchumba alafu baadaye e, waweze kufunga ndoa. E, na tuna imani kabisa Harmonize katika hizo taratibu ni lazima tu atamleta Kajala kwa mama yake mzazi e, na kumtambulisha Kajala. Sasa mama yake na Harmonize e, amezungumza maneno makali sana kwa Kajala. E, kwanza kabisa baada tu ya mama yake kuzungumza hivi, imetuonyesha wazi kwamba ni kitu gani ambacho mama yake Harmonize alikuwa nacho moyoni mwake kwa muda mrefu huenda yeye yeah, alikuwa ni moja kati ya watu ambao walifurahi sana kipindi ambacho Kajala na Harmonize waliachana, kwa kitu ambacho amekizungumza leo. Kwanza kabisa mama yake na Harmonize ameweza kuzungumza na kudai kwamba Kajala ni mwanamke ambaye anapendwa sana na Harmonize. Yaani, mtoto wake anampenda sana Kajala. Mara nyingi sana kipindi ambacho walikuwa katika mahusiano, mama yake na Harmonize anakuambia Harmonize akija kumtembelea anamzungumzia tu mwanamke wangu kafanya hivi, mwanamke wangu kafanya hivi. Mama ana furaha sana kuhusiana na yule mwanamke, yaani muda wote anamwelezea Kajala kwa mama yake, kitu ambacho mama yake akakitambua kwamba Harmonize anampenda sana Kajala kuliko Kajala kumpenda Harmonize. Na mama yake akadai kwamba kama kweli wameamua kupendana wapendane, lakini kitu ambacho yeye kama mama anakiona kwa Kajala ni kwamba ni mwanamke ambaye anapenda tu pesa za Harmonize na sio kwamba eti uh, kuna yale mapenzi ya dhati. Lakini pia kitu kingine anakuambia, yeye ni mama, anaona vingi. Ameshaona kabisa Kajala soko lake la mahusiano limeisha au soko lake eh, la kwamba eti kupata mwanaume wa kumuoa halipo. Sasa Kajala amekubali kiraisi sana kurudi kwa Harmonize kwa sababu tu ameshaona umri wake umesogea sasa hivi eh, hapati eh, yale mambo ambayo alikuwa anayapata zamani. Eh, zamani Kajala alikuwa moto eh, mwanaume huyu mwanaume huyu mwanaume huyu yani, P Funk Majani eh, baba yake na Paula aliteseka sana kwa sababu alikuwa ni mrembo anatikisa kipindi hicho na kwambia enzi za kina Wema Sepetu enzi za kina Kajala enzi za kina Jacqueline Wolper alikuwa eh, balaa. Sasa hivi hawa mastaa umri wao umeshasogea wanatafuta familia. Sasa hivi, uh, ukiangalia Jack Ngopa na yeye tayari ameshachukua kibenteni chake, uh, Richie Mitindo ametulia zake, ukimwangalia anti Zeki kachukua kibenteni chake, uh, Kusa ametulia zake, uh, ukiangalia wa, wameona kwamba umri unasogea tufanye nini sasa, naye Kajala anaangalia ni wapi pa kuponea, ameona kwa Harmonize e, baada tu ya Harmonize kumuomba wasameeane. Eh, hajaona kwamba kuna sababu yoyote ya kumkatalia kwa sababu sasa hivi Kajala soko lake limeshaisha. Eh, mama yake Harmonize anasema Kajala soko lake alipo, kwa sababu tu anajua Kajala ni mkubwa kwa mtoto wake Harmonize. Kajala amempita msanii Harmonize miaka sasa. Mama yake na Harmonize akamuasa Kajala kwamba kwa msimu huu, kwa awamu hii ahakikisha anampenda mtoto wake vizuri, lakini kama watafunga ndoa basi ni jambo la heri yeye yeah. Kama mama yake na Harmonize atalibariki hilo na maisha mengine ataweza kuendelea, lakini kama amekuja tu kuchuma na kuondoka, basi atakuwa mkali kwa awamu hii na hatokubali kabisa e, mtoto wake Harmonize amaliziwe pesa zake, alafu mwanamke amue kutimka. Kipindi kile Kajala nunulie Range Rover mbili e, Kajala 1 na Kajala 2 sasa hivi atafanyiwa kitu gani na hivi, na, Harmonize na huku Harmonize anampenda sana Kajala. Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kusubscribe, kulike, na turn on, notification bell.